Mazishi aliyekuwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Rungwe na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi John Mwankenja aliyefariki kwa kupigwa risasi yamefanyika kijijini kwake Kiwira huku serikali ya mkoa ikitangaza kuwasaka na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria watu waliohusika. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Johni Mwakipesile amewahakikishia maelfu ya waombolezaji kuwa serikali mkoani Mbeya imejipanga kuwakamata na kukomesha vitendo hivyo vya mauaji visijitokeze visi tena mkoani humo. Kwa taarifa zaidi, huyu hapa Hosia Cheo, ambaye amehudhuria mazishi hayo. Bendera ya Chama cha Mapinduzi na ile ya halmashauri ya wilaya ya Rungwe zikipepea nusu mlingoti na wakiwa tayari kusikiliza kauli ya serikali kuhusiana na kile kilichotokea. Lakini kauli ya serikali ya mkoa wa Mbeya imetanguliwa na salamu za Rais Jakaya Kikwete pamoja na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutafanya kila jitihada kwamba waliofanya hili kosa wapatikane. Hii ni kauli ya mkuu wa nchi. Sasa maelekezo ya Amiri Jeshi, basi vyombo vingine vya usalama nadhani viko kazini na, <coughs> lakini pia Mheshimiwa Waziri Mkuu naye hajaridhika na jambo hili, na hapa naamini mkuu wa mkoa yupo na ndo mwenyekiti akapata ya ulizi ya usalama, lakini mkuu mkuu akapata ulizi ya usalama wa wilaya ya Rungwe, jambo hili lazima litafanyiwa kazi. Ndipo ilifuata kauli ya serikali ya mkoa kuhusiana na tukio hili ambalo wengi wameliita la kinyama. Mimi kama kiongozi wa serikali ya mkoa Mbeya, nimewasikia, nimewasikia wachungaji, nimesoma mabango yote, nimewasikia viongozi mbalimbali wanaitaka serikali ifanye kila jitihada kuhakikisha kwamba hawa waharifu wanashikwa, na mimi nasema tutafanya jitihada kubwa kuhakikisha kwamba tunawashika tunawapeleka mbele ya sheria. Kutoka hapa Rungwe mkoani Mbeya. Mimi ni waseche wa TBC. Mwisho.